Ujambo na karibu sana kwenye habari za Jida Media. Mimi ni Msafi Pro. Latvia ya zua gumzo! Taarifa zinazotrendi zinasema nchini Latvia kuna uhaba mkubwa wa wanaume, hali inayofanya wanawake wa huko kufikia hatua ya kununua wanaume kwa masaa kwa huduma za kimahusiano. Inasemekana kwa kila mwanamke, kwa kila wanawake mia moja, kuna wanaume hamsini tu! Kutokana na hali hiyo, wanawake wengi wa Latvia huvuka mipaka kwenda Urusi na Estonia kutafuta wanaume wa mahusiano au ndoa. Kwa sasa Latvia imepata jina la peponi kwa mwanaume, wanaume wameheshimiwa, wanatunzwa na wanathaminiwa kutokana na uchache wao. Sasa vijana wa Afrika, mko tayari kutimkia Latvia? Au bado mnajihangaisha na mademu wenu au kuwa kibongo. Hii ni story kutokea Jidah Media tukiwa tumepata habari hizo kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika kabisa, uh, kutoka kwenye mitandao huko nchini Latvia. Follow folo mkali wa Mastori upate connection kamili ya namna ya kufika huko chap. Mimi ni Msafi Pro. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Uwe na wakati mwema bye bye.